unasikiliza makala ya hii, ni hali halisi. Uhali gani, mpenzi mtazamaji wa baba Sam the King Tanzania TV channel? Karibu tena kwenye e, makala zetu ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii makala umeizoea kabisa, inaitwa hii ni hali halisi. Sasa hii ni hali halisi ya kwetu ya leo Uh, ni fupi lakini yenye mantiki tunaambiwa kwamba mtoto anapokuwa anasoma shule na hatimaye ukaanza kuona kama dalili za mtoto kuanza kukataa eh, kusoma shule hapa na pale. Kwa hiyo ambacho kinachotakiwa kufanyika kwa namna jinsi ambavyo wataalamu wanavyosema, anapokuwa amekuwa inatakiwa kumuuliza kwamba ni kitu gani ambacho anahitaji yeye eh, aweze kukifanya tofauti na masomo kwa sababu najua masomo ndiyo kila kitu, na elimu haina mwisho, na elimu ndiyo kila kitu, lakini kuna watoto wengine ambao hawana muda kabisa na masuala ya masomo, lakini unakuta wana vipaji ndani ya mioyo yao, ndani ya mioyo yao walishawekeza eh, Mungu alishawapa talanta ambazo wanaweza wakazitumia ili kuweza kuendesha maisha yao na ndio maana kuna watu ambao hawajasoma kama kina Mark Zuckerberg, lakini bado wanamiliki Facebook, wanamiliki Instagram na pia wanamiliki WhatsApp, kwa sababu wao ni watu ambao, eh, wana uwezo ingawa hawakusoma, lakini wamekuwa na uwezo wa waku, kutengeneza au kuunda vitu na ndio maana kwa utafiti ambao e, ni wa chini chini inasemekana kwamba hata ukijaribu kumuuliza kwamba Mungu ni nani, hamtambui e, ikimaanisha kwamba yawezekana hata kusali hasali. Yani, ye yupo yupo tu, anaona maisha yanazidi kusonga, hajui hili wala lile. Kwa hiyo watoto wetu basi e, kwa hali tu ya kawaida inatakiwa tuwape uhuru wa kuweza e, kusikilizwa, tuwasikilize kwamba wanataka e, kufanya jambo gani ili tuweze kuwa nao sambamba. Sasa e, baada ya kuzungumza maneno haya machache e, kuna mtoto ambaye kidogo ni, nilikuwa na namfanyisha mazoezi hivi kidogo e, na hatimaye kutokana na kwamba kule makanisani Sunday huwa ipo na hatimaye wakawa wamejifunza nyimbo mbalimbali kule kwa hiyo, nita nitakuwekea kidogo, mpenzi msikilizaji, rekodi ndogo tu, mpenzi mtazamaji, ili uweze ku kuisikiliza moja kwa moja usikie mtoto ana, a, ambavyo ana kipaji kiasi kwamba huko, e, mbeleni wakati atakapokuwa wakaamua kumwendeleza na kipaji chake kitakuwa kikubwa kabisa. Sasa twende tumsikilize huyu mtoto e, ni kwa dakika kama moja na sehemu hivi, ambapo utaweza kumsikiliza mwenyewe namna jinsi ambavyo nilikuwa nikimuelekeza huko akifanya eh, mazoezi yake, ingawa ali, alikuwa na aibu aibu, na pia alikuwa nakosa eh, alikuwa nakosea kosea, kosea namna ya kuimba kutokana na aibu, lakini baadaye alikuja akakaa sawa, aliimba sema eh, akaishia njiani kutokana na kwamba eh, mashairi ameyasa kwa hiyo unaweza ukaona watoto wetu namna jinsi ambavyo ndivyo ndivyo, ndio maana wakakwambia, kwamba mpenzi mtazamaji, mtoto umleavyo na ndivyo akuwavyo. Twende tukamsikilize huyo mtoto, halafu then eh utakuja kutoa comment wewe mwenyewe hapa kwenye chaneli yetu ya Baba Sam The King Tanzania TV channel, pamoja na namba ambayo itakayotajwa kwenye jingo ya hapo mwanzoni mwa makala hii na kule mwishoni. Unaweza ukaichukua hiyo namba moja kwa moja uka ukatuma, e, maoni yako e? Ehe. Sasa twende tukamsikilize huyo mtoto.

wasaidie wazazi, wasaidie walezi, na mimi pia ah, sasa, uko tayari? Uko shaikimbia maiki huko eh? Simba si kwa kugeukageuka, ah, ah. We mtoto we mtoto, mshike Bwana ndo njia ya pekee, wasaidie wazazi, wasaidie warezi Ee, usim, um usimuache Bwana, ndo njia ya pekee. Alikupa elimu hapo hapo ndo meishia, au sio? Aya, nashukuru kwa kuima. Unasikiliza makala ya hii, ni hali halisi. Naam mpenzi mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, utakuwa umepata e, namna jinsi ambavyo hicho kipaji cha mtoto, namna jinsi ambavyo alikuwa akijaribu kuimba, ingawa alikuwa anajaribu kuimba kwa aibu aibu hapa na pale, lakini nadhani utakuwa umepata e, e, ladha ambayo e, inamaanisha kwamba e, huko atakapokuwa atakuwa na kipaji kizuri sana cha kuimba, na pia tunashauriwa kwamba watoto wetu tuweze ee, kama ni watoto ambao tayari wanasoma na wako tayari kuendelea kusoma ee, lakini wana vipaji vyao tusivizike vipaji vyao, inatakiwa e, tu, tuviendeleze, lakini huku tukiwapa moyo waendelee kusoma ili ee, tukiwaambia kwamba endelea kusoma, kipaji chako hiki maanake utaendelea kukitumikia. Kama endapo ni mwanamuziki, hakikisha unampeleka studio na kuwa na rekodi e, nyimbo ili na yeye aweze kusikika, na pia e, unaweza ukamfungulia pia channel e, moja kwa moja dunia ikawa inamtazama ili kuweza kumpa moyo, ila unazidi kumpa moyo kwamba utakaposoma ukiwa na elimu zaidi, maanake hiki kipaji kinakufaa sana na huko mbele kitakuja kukulipa. Kwa hiyo, huyo mtoto atakuwa na akili ya kusema kwamba ngoja nisome na hatimaye hiki kipaji kitakuja kunilipa baadaye. Lakini kama ni mtu ambaye tayari yani, ye kipaji chake ndo ambacho kipo kwenye damu yani masuala ya masomo usimwambie kabisa, lakini na ye pia usimnyime fursa. Ehe, mwambie tu aendelee na hicho kipaji chake kwa sababu nakuwa umeona kabisa masuala ya masomo kwake yamekuwa magumu, najaribu kumwadhibu hapa na pale, unajaribu kumpa he, ushauri lakini hataki kabisa kufuatilia. Kwa hiyo Ukiona mtoto wa namna hiyo, basi mwekeze zaidi kwenye kipaji chake, usikizike, kwa sababu utakapokizika na masomo yamemshinda kidogo, mambo yatakuwa magumu kwake, kwa sababu atakuwa hana chochote ambacho anachoweza kujivunia. Kwa hiyo kama mzazi e, jitahidi jitahidi uwe E, unawatazama watoto wako wana vipaji gani? e, endapo anakuwa hataki masomo, je, ni kitu gani kingine anachoweza kukifanya? Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ehe e, tunaomba komenti zako bwana. Eh, tunakuomba usubscribe kama endapo hujasubscribe channel hii. Hapa chini ya video hii kuna eh, kitufe ambacho kina rangi nyekundu na pia eh, kina alama ya kengele. Kwa hiyo, unaweza ukakigusa hicho moja kwa moja, utakuwa mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, iwe ni makala iwe ni simulizi, chochote kile ambacho kitakachokuwa kinaendelea hapa, wewe utakuwa wa kwanza kabisa kukipata ndugu yangu. E, mpenzi mtazamaji, ni kutakia wakati mwema, na huu ndio mwisho wa makala yetu hii ambayo inaitwa hii ni hali halisi. Mpaka wakati mwingine tena nitakapowaleteeni eh e, makala nyingine, ni waage, niseme alamsiki. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi.